Mi nazungumza kwa sababu sasa hivi hakuna kuogopana. Hawa atua, viundwe, viombo, rusu, watu ndio wanataka kuliharibu taifa, lazima tuchukue hatua na hawa wachunguzwe, viundwe vyombo vya kijaji, mamlaka inaruhusu zichunguze, vichunguze majaji wote waliokuwa wakihusika kulifikisha hapa taifa na kutumika kufanya maamuzi ambayo hayana tija kwa taifa. Kesi mtu mfululizo za kushambulia chama cha Chadema Sijui kesi watu wa Zanzibar wanasema hawakupewa mgao, anayedai ya kupewa mgao, mgao ndio aliyekuwa kiongozi miaka yote. Mahakama inatoa injunction ya kuzuia kazi zisifanyike, busokero. Busokero inahusiana nini na Zanzibar? Alafu huyo jaji bado yuko mahakamani anatoa hati kwa hati ya dharura kuzuia shughuli zote za chama cha tabema. Shughuli ya Kabanga inahusiana nini na mgao wa Zanzibar? Shughuli ya Nachingwea Chadebe ni husiana na mgao wa Zanzibar? Halafu kwa nini hatuoni kwamba majaji kama hawa wanatumika kuleta vurugu kwenye vyama vya siasa? Moja ya maamuzi yaliyosababisha hizi stress ni watu kukosa forum. Unazuia chama chenye watu zaidi ya asilimia arobaini na kwenye nchi wanachama, unafikiri pressure wataitolea wapi? Alafu unaanza kutafuta vijana wa watu huko na window unabambikiza. Kumbe watu wenyewe wanaosababisha hizi stress wako wamekaa kwenye viti wanazungusha viti. Kwa hiyo lazima tuone tatizo lilipoanzia. Tatizo limeanza baada ya watu kufungwa midomo. Wao, unasema vijana wameandamana vibaya, wangeandamana vizuri nini? Watu ulikowahi kuwapa mazoezi ya kuandamana, wakati kila siku wakitaka kuandamana unawanyima, unasema taarifa za intelijensia. Anayeweza kuandamana tu ni mwana CCM kwa chochote kile anachotaka, kila mwingine ni taarifa za intelijensia. Taarifa za intelijensia. Unapomzuia mtu kujifunza namna ya kufanya jambo vizuri, usimlaumu siku akilifanya vibaya. Tumeua midahalo vioni, tumeua midahalo kwenye taasisi za elimu ya juu. Taasisi za elimu ya juu zimekuwa viota vya kubemenda na kufanya, watoto wakitoka kule anakuwa watoto wa kabisa, wawezi kuagwa wawezi kurizwa na wawezi kufanya nini. Alafu mtoto huyu akitafuta ya njia yake mwenyewe ya kutafuta na kujibu changamoto unamfuata na risasi, wakati ujinga wa watu wazima ndio uliosababisha taifa kufika hapa. Wale watoto hawakujiweka katika mfumo huu, tumewasababisha wafike hapo kwa sababu ya maamuzi yetu yasiyozingatia uhalali tukiongozwa na matamanio ya muda mfupi. Kwa hiyo yote haya tuangalie kwenye uwajibikaji, nani kila mmoja alivyofanya, kwa sababu hii sio surprise. Kila mtu alijua uchaguzi una matatizo. Huu tunaambia watu waboreshe kanuni, badala ya kuimarisha kanuni wanaharibu zaidi kanuni. Halafu tume ya uchaguzi ina hosi kila kitu, ina hosi uchaguzi, ina hosi elimu ya uraia, ina hosi nini na aina wajumbe, kiburi tu Watu wanakaa kwenye ofisi zao. Mahakama inasema Mpina aingie kugombea, anatoka mtu anaenda kuweka pingamizi, mtu asigombee. Kwani wewe unaumwa nini? mtu akigombea wananchi, si wananchi ndio wanataka? Siatachagua wanayemtaka. Haya, leo hii sheria nakuonyesha namna ya kupatikana wabunge wa viti maalum. Haya, angalia kule walizopata chauma ACT na nane, wale wabunge wa viti maalum wametoka kule. Mimi naulize ukweli kwa sababu najua wengine tutawakoza, lakini kuulize, umepata watu wa bunge cha umma wa kuingia pale, kura zipi ulizopata uweza kukupa ubunge wa viti maalum? Si manake watu, uchaguzi ni kanyaboya tu, watu wanafanya pale kupoteza muda ili kuua raia. Lazima tuwe wakali, tukatae hii Marundo ya watu wanafikishwa mahakamani saizi kushtakiwa, pesa za umma zinatumika kuendesha mashtaka ya uongo, sijui armed robbery, sijui conspiracy, sijui treason. Treason ni gani? Kwani tunaruhusu mambo yasiyokuwa na maadili, hayo yanafanyika hadharani kana kwamba nchi inaongozwa kiuni. DPP amepewa mamlaka kikatiba ya kuhakikisha kesi za uonevu za wananchi hazifiki mahakamani, lakini saizi kuna makesi ya uonevu yamejaa kila mahali na ofisi ya DPP po. Tuna haja gani ya kuwa na ofisi ambayo haiwezi kutekeleza huo wajibu wake? Haya ndio mambo ya uwajibikaji, lazima tuangalie utendaji wa kila hizi ofisi. Tuna ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, hiyo ofisi ya mtungi. Ile ofisi, wote waliomo mle ofisini wanatakiwa kustaafishwa na kuzuiwa kutumikia umma. Ile imechangia kuwanyima jenzedi wa Tanzania chama kinachoendana na falsafa zao. Hivi vyama vyote ni vya mwaka tisini na mbili ukiondoa ACT, vyama vimezeeka. Vijana wamekuja wamezaliwa elfu mbili sasa hivi wanapiga kura, hakuna chama kinasajiliwa. Kama umewazuia haki yao freedom of association, wakiritaliate kwa nini unaenda kuwapiga We wape vyama, wambia ah, msipigane mitaani taani, anzisheni chama, chagueni mtu mnayetaka awe rais kupitia chama cha siasa, chagueni chama, undeni chama, chagueni mbunge kupitia vyama vya siasa. Ofisi ya Mtungi imechangia hawajenzeni kuandamana. Mtungi amefanya kazi ya kusajili vyama na kuonyesha kwamba don't fight argue. Msiunde vikundi vya kigaidi, unda vyama vya, vya siasa. Waweke utaratibu rafiki. Hawa vijana wasingekuwa na vyama vinavyoendana na falsafa zao, wasingekuwa na tumaini. Hata kama achukui nchi, lakini anakuwa na tumaini kwa sababu anaona tume ya uchaguzi huru, anaona anasajiliwa, anaona ana alternative forum ya kuzungumza kwa katika uwajibikaji. Hii ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatakiwa ifutwe, na wote waliomo kwenye ile ofisi wasiruhusiwe kufanya shughuli yoyote katika utumishi wa umma ndio ametufikisha hapa. Vijana hawana chombo cha kuzungumzia, hawana chombo cha kusemea, kwa sababu hivi vyama vingine vinabeba propaganda zetu, mambo yetu ya kidumu, chama cha Mapinduzi. Eh, hao labda akisema M4C, sijui huyu akisema sijui nani, akisema kila chama, huyu akisema ubwabwa, huyu akisema nini, kila chama. Hivi vyama vyote vimezeeka, viendani na wao vijana, alafu sisi tunawalaumu kwa wao, why are you going to the street? Unataka uende wapi? Tumewapa fursa za kusajili vyama vinavyoendana na umri wao na vijana wenzao ambao wanaweza wakabeba idea, tumealau hizi diversity. Yaani, umeziba maji afu unashangaa bomba kupasuka. Kwa hiyo tatizo kubwa lililopo, eh, mimi naamini kubwa ni tatizo la political management katika nchi yetu na watu kuamini katika risasi na bunduki kuliko katika kuzungumza. Ndio maana watu wanapojaribu kuzungumza leo unasema ametoka askari polisi. Ani hey, nani nitapiga. Siku hizi naona wanashambulia hata watu wanaozungumza WhatsApp. Unataka wasipozungumza WhatsApp watazungumza porini? Inawaambia wapolisi wajue, acha watu wajadili, na wakijadili, inakusaidia wewe kujua watu wanavyofikiri. Mimi naona saa hizi polisi bwana wanatoa majina ya WhatsApp, si namba za WhatsApp. Hao watu walikuwa wanajadili, wanafanya walikuwa wanajadili. Wao wanachotakiwa ni kuuliza hicho walichochukua kijadili, kwa nini wanajadili, tufanye nini kutafuta majawabu ya hichi kitu yako unaanza kupiga watu wanaojadili, mara ukamate mtu upige marungu ya kichwa kichwa. Akipigwi rungu mzee, huwezi ukapiga rungu mawazo. Mawazo yakishatokeza is like a spirit, huwezi ukashika mawazo. Yule ni mtazamo wa mtu, is an ideology, na kila mtu ana haki ya ideology, kuuza kujadili ideology yake. Hakuna mtu anayetakiwa kutuumbia. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kujadiliwa katika nchi hii. Kuna watu wanafikiri kujadili muungano ni uhalifu. Hakuna kitu kinachoruhusiwa kujadili. Raisi anachaguliwa na watu wana, watu wana raisi ya kumjadili ku, ku, na wana right ya kutaka aondoke hata kabla ya kipindi chake wasiporizika naye. Kila kitu tunachonacho ni cha kisheria. Kila kitu kinajadilika. Biblia yenyewe inajadilika Chebuzo, mtu umezaliwa kuzokea tu hapo Kandete, umetoka tu hapo Kandete, umefika hapa Mbeo, umepata kacheo, unaanza kuvimba mashavu usijadiliwe? Wewe nani usijadiliwe kwenye ofisi za umma? Kwa hiyo tunapozungumza ni kwamba tunalihitaji taifa hili kuliko watu. Tunalihitaji taifa hili kuliko CCM. CCM inakotupeleka inataka kuangamiza taifa hili. Ndio maana unaona wabunge wako pale wanashika Biblia na Kurani, wakijifuta na leso zilizojaa damu. Sa vijana wa Tanzania waliofariki kuanzia tarehe ishirini na nane ishirini na tisa thelathini thelathini na moja tarehe moja mpaka tarehe tatu Why you not ashamed of yourself? Ani atoni aibu.